Halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara imetenga eneo maalum la fuku ya bahari kwa niaba ya wafanyabiashara wa nyama choma pamoja na vinywaji ambapo watatumia eneo hilo kwa siku ya Jumamosi. Akizungumza na Chivihi Media, kaimu mkurugenzi manispa wa manispaa Mtwara Mikindani ndugu Rugembe Maiga ameeleza kuwa hatua hiyo imefikiwa kwa lengo la kutanua wigo wa kiuchumi kwa wananchi kupitia biashara zao. Kwa majina anaitwa Maiga Rugembe, ni kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani. Niko hapa kuzungumzia e, juu ya uzinduzi wa tamasha la nyama choma ambao ni mkakati tumeuandaa Manispaa ya Mtwara Mikindani kwa lengo la kusogeza tabasamu la furaha kwa wananchi wa Manispaa ya Mtwara Mikindani na mkoa wa Mtwara kwa ujumla na maeneo jirani. E, katika miji mingine kwa mfano ukienda Dodoma wana maeneo kama haya ya watu kwenda kupumzika na kupata huduma mbalimbali. Kwa hiyo na sisi Manispaa ya Mtwara Mikindani tumeamua kutenga eneo hili ambako shughuli hizi za nyama choma, shughuli za vinywaji na shughuli zingine zitaendelea kuwa zina, zinafanyika hapa kila jumamosi ya kila wiki. Lengo mahususi cha kwanza ni kuendelea kupanua fursa za ajira na biashara kwa wananchi wetu, lakini cha pili ni kuchachua ukuaji wa mji wetu wa Mtwara. Kama unavyojua ni wana ni manispaa, manispaa pia inakuwa na radha yake eh, ni mji, mji una vionjo eh, kwa hiyo kuendelea kuchachua fursa za, za, za ukuaji wa mji wetu lakini tatu ni kuendelea kutengeneza pia mazingira ambayo yatawafanya wananchi wetu wawe na mahala pa kwenda kupumzika, kuenjoy, kuondoa misongo ya aina mbalimbali eh, ambayo pia inakuwa ni tiba ya changamoto ya afya ya akili, lakini pia kuendelea kutengeneza furaha ili kurefusha maisha yao kwa sababu pia eh, mwananchi akipata furaha au binadamu akipata furaha, furaha ile pia inasaidia kuongeza umri wa maisha yake ya kuishi. Baadhi ya wafanyabiashara pamoja na wateja wa biashara hiyo wameelezwa kupendezwa na utaratibu huo uliowekwa na manispaa Mtwara Mikindani. Jina naitwa Fadi Galimu, ni mkazi hapa Mtwara. Tunashukuru Mungu, kidogo huku tunauza, halmashauri ametutengea maeneo mazuri kama hivi, biashara tunaendeleza vidogo mdogo hivi hivi. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli, mazingira tunaenda nayo tangia jana. Tumeuza tumemaliza, leo tumeleta mzigo mwingine na leo siku tunaendelea mpaka kesho asubuhi, tuseme, Mungu amejalia, biashara inaenda. Naitwa Eligia Damian Likambi, ni mfanyabiashara wa nyama ya kuku na kaanga, ila sasa hivi nimefurahi kitu kimoja. Serikali imeliona hili, mikoa ya wenzetu yanafanyika, lakini sisi hapa Mtwara kilikuwa hiki kitu hakipo, ila sasa hivi tumefarijika, maana hapa tangu juzi tuko hapa juzi nimeuza nimemaliza, jana nimeuza nimemaliza, na leo tena ndio hivi nimekuja hapa sasa hivi. Mzigo kama mnavyoona umebakia kidogo, lakini tunachoshukuru serikali imekiona kikitu ambacho ni kizuri, kuwaunganisha wafanyabiashara wa, wa mishikaki wa nyama choma wa nyama za kubanika za kukaanga, tukawa pamoja. Mtu anapokuja anapokuja anapokuja huku bichi kupumzika, na na watoto wake kupumzika tu na mambo yake, anataka kuogelea, anataka nini, lakini akija hapa anakuta kila kitu kinapatikana. Kwa hiyo tunaishukuru serikali ya Mtwara. Sasa hivi, kabla ya hapo, mimi nimfanya biashara kwa muda mrefu pale mnadawa mbuzi au kwa maarufu sasa hivi samaki samaki, pale roundabout pale, tunafanya biashara haina shida sana, lakini mjumuiko kama huu unakuwa mzuri, kwa sababu kila mtu anakuwa na akili yake moja tu kwamba niende sehemu fulani, kuna kitu, mfano kama sherehe fulani leo hapa na jana, nimeona watu kutoka sehemu tofauti tofauti wanakuwa na hamu ya kuliona tukio hili. Kwa jina, okay, naitwa Aisha Yusufu Njende kutoka manispaa ya Mtwara mjini. Mm, kwa kweli tunaishukuru halmashauri kwa kutuletea kitu kama hichi ambacho haijawahi kutokea Mtwara yeah. Tumefurahi na tunazidi kuomba mtuletee zaidi na zaidi, kwa sababu hatujawahi kuona hivi, tunaenda mbali tukitaka watoto wetu kuja wafurahi kuona wanyama, tumeona nini, tumeona vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo tunaomba halmashauri zaidi kutuletia vitu kama hivi kwa mara nyingine na nyingine tena. Kutoka mkoani Mtwara, herebala Chivihi Media.